Nilipoanza kuimba niliomba viza, nkaambiwa sifa sina. Nkaona ujinga isiwe shida, kwanza nkuze jina, shida ukiwa underground. Mana mziki mwanamziki unadharau hawashiki, hawa hawadau na bila kiki, wenyangao tusaivi, nkipanda stage na washika, iwe club au taifa, utaskia na venye tizi na iwakilisha, deni ti kunipa viza Hello, mambo vipi? Mimi naitwa Good Luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict, mi ndio host wa Wanangu Podcast na anachukua nafasi hii kukukaribisha wewe msikilizaji wa Wanangu Podcast katika episode yetu mpya ya Wanangu podcast inayofahamika kama Viza. Hii ni episode ya 30, ikimaanisha ni wiki ya 30 tangu kuanzishwa kwa Wanangu podcast, kwa kuwa watu wanatoa episode mpya kila siku ya Jumatatu na tumekuwa tukifanya hivyo bila kusita. Kwa hiyo shout out to all my day one listeners kwa sababu kwa mmekuwa mkitenga muda wenu tangu kuanzisha kwa hii podcast na kuisikiliza na vilevile kuprovide feedback ambazo zinasaidia kuendelea kuboresha hii podcast. Lakini vilevile shout out to all you new listeners kwa sababu nyie mna umuhimu kuja kuongeza nguvu kwenye hii community ambayo tunaitengeneza hapa katika wanangu podcast kupitia channel yetu ambayo inapatikana kwenye Telegram. Uh, umetoka kusikiliza Aika na Real kwa pamoja wanafahamika kama Navi Kenzo wakimshirikisha Young D, Young Dar es Salaam aka Paka Rapper katika wimbo wao ambao unafahamika kama Viza. Navi Kenzo na Young D wametumia neno Viza kifasihi zaidi wakimaanisha zile baraka za Mwenyezi Mungu ambazo uh, zimewaruhusu wao kufanya vile vitu ambavyo walikuwa wakivitamani kuvifanya katika maisha yao, wedha ni kutoka kimuziki au labda kuna mambo yao mengine binafsi ambao walikuwa wakitamani kuyafanya, lakini kutokana na kudra za Mwenyezi Mungu wameweza kufanya hivyo vitu, na hivyo wanamshukuru kwa kusema aliye juu ametupa viza. Kwa hiyo wametumia hilo neno viza kifasihi zaidi, lakini maana ya neno viza uh, kwa Kiswahili lina maana mbili. Maana ya kwanza ni yai bovu yai ambalo halikukomaa kwa hiyo kifaranga hawezi kutoka kwenye lile yai kutokana na kwamba lilikuwa halijakomaa na hivyo limeharibika. Hilo ni visa, lakini maana ya pili ya visa ambayo ndo leo tutaenda kuilenga kwenye, kwenye episodi hii ya Wanangu Podcast ni ile hati ambayo inamruhusu ina mtu kutoka nchini mwake na kwenda uh, kutembelea nchi nyingine ambayo ni ugenini. Kwa hiyo anatakiwa kuona ile hati ambayo um, itamwezesha yeye kuingia kule na kuruhusiwa kukaa kwenye ile nchi kwa, kwa kipindi cha muda fulani. Kwa hiyo hiyo ndo viza ambayo tutalikuwa tukizungumzia leo, na kuna baadhi ya watu wanachanganya kati ya viza na passport. Kwa hiyo tuta clarify hivyo vitu siku hii ya leo. Mambo mazuri yanafuata, stay tuned. Mjengee mwanao utaratibu wa kujisomea kwa kumnunulia vitabu. Wanangu Books ni wasambazaji wa mtandaoni wa vitabu vya kiada na ziada kiada kwa maana ya vitabu vinavyokubalika katika mitaala ya shule zinazopatikana katika nchi ya Tanzania. Si ziada kwa maana ya vitabu ambavyo viko nje ya mitaala ya shule lakini vina uwezo wa kumwongezea mwanafunzi ufahamu. So piga namba 0766711808, namba ambayo vile vile inapatikana kwenye WhatsApp. Ujipatie kitabu chako leo. Unasikiliza Wanangu Podcast. Ok, tumerudi uh, ningependa kuanza kwa kuonyesha utofauti uliopo kati ya passport uh, na, na, na, na visa cha. Kwa kwanza, ni kwamba passport ni, vilevile ni hati ya kusafiria kama ambavyo viza ni hati ya kusafiria, lakini ni vitu viwili ambavyo viko tofauti, lakini vinategemeana kwa sababu passport uh, inaonyesha utaifa wako. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni ID ni kitambulisho ambacho kinatolewa na serikali ya nchi fulani ambacho kinaonyesha kwamba huyo mtu ambaye amepewa hiyo passport anatambulika na taifa hilo kuwa ni mtaifa wa taifa hilo. Kwa hiyo yu, lese unavyosafiri kwenda nchi nyingine ambayo ni tofauti na nchi yako uliozaliwa itabidi kuwa na passport. Kwa hiyo passport itakuwezesha kusafiri kuingia kwenye nchi nyingine. Lakini ile passport hai haielezi popote pale kwamba unaenda kwenye hiyo nchi kufanya nini, utakaa kwa muda gani na utaondoka lini. Sasa hapo ndipo ambapo viza inakuja kuingia, kwamba viza ni ile hati ambayo inaonyesha sasa kwamba unaingia kwenye nchi hii kwa sababu gani. Je, unaingia kufanya biashara, unaingia kutalii, au unaingia kusoma? Kwa hiyo itaeleza ile sababu ya wewe kuingia kwenye ile nchi na utakuwepo kwa muda gani.

lakini mataifa mengine uh, wanapata single entry visa ambavyo inamaanisha kwamba akishaingia kwenye nchi tayari, ile visa yake atakuepo nchini kwa siku tisini, lakini hawezi kutoka na kuingia tena bila kupata visa nyingine. Kwa hiyo utofauti wa passport na visa ni kwamba passport yenyewe za kawaida iko valid kwa miaka kumi, lakini haimaanishi kwamba ukisafiri kwenda nchi ambayo ni ya ugenini kwamba utakaa kule kwa miaka kumi kwa sababu passport yako iko valid kwa miaka kumi. Hapana, hapo ndipo ambapo visa itaingia sasa, ambayo itaonyesha kwamba unaenda kwenye huyo nchi kufanya nini na unakaa kwa muda gani. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo viko tofauti, lakini vinategemeana katika kufanya kazi. Tukienda mbele, tukaangalia ni nani sasa anayehusika kwenye utoaji wa hizo visa. Mara nyingi kwenye nchi nyingi, Immigration ambayo ni wizara ya uhamiaji, ndio huwa wanahusika na utoaji wa hizo visa. Kwahiyo uh, na hawa wapo kwenye, kwenye mipaka yote, kwa sababu wao ndo wanaangalia kwamba ni nani anaingia katika, katika nchi husika. Kwahiyo wao ndo huhusika zaidi um, na utoaji wa viza. Nilidokeza katika utangulizi kwamba viza hutolewa kulingana na kazi ambayo unaenda kuifanya katika hiyo nchi ambayo unaenda kwahiyo, uh, na utofauti huo sasa ndo unafanya hii kuna aina tofa tof tofauti za, za viza kwahiyo hebu tuangalie Uh, baadhi ya hizi aina tofauti tofauti za, za visa. Ya kwanza ambayo ningependa kuanza nayo ni transit visa ambayo hii uh, ina, ina, unaipata pale unapokuwa unasafiri, let's say, umetoka nchi A unaenda nchi C, lakini katika safari yako utapitia nchi B kutokana, let's say, usafiri wa ndege. Mara nyingi uh, unakuwa watu wana connect ndege tofauti tofauti kwao, labda umetoka na ndege nchi A umetua nchi B kwanza ndani pale nchi B itabidi usubiri ndege ambayo itakuchukua kupeleka nchi C ambayo ndio final destination yako. Kwa hiyo mara nyingine natokea kwamba utakuwa na masaa labda pengine masaa kumi ya kusubiri pale nchi B eh, ili uweze kusubiri ndege yako itakokuchukua kukupeleka nchi C. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo hii transit visa ita apply kwa sababu umekaa katika nchi ya kigeni kwa hayo masaa yote na kuna baadhi ya nchi ambazo utaratibu wao ni kutoa transit visa ah uh, kwa ajili ya wasafiri ambao wanasubiri ndege za kuwapeleka nchi nyingine. Kwa hiyo utapewa pale pale airport hiyo transit visa, na muda wako ukifika uta, utapanda ndege hiyo ambayo inakupeleka kwenye your final destination na uta, uta utafika huko unakoelekea. Kwa hiyo hii ndio aina ya kwanza ambayo ningependa kuizungumzia, lakini tuna aina nyingine ambayo hii hizi sasa ziko nyingi nyingi, lakini tutazigroup kwenye kwenye hizi short stay viza ambazo zinamaanisha kwamba yani kwamba unakuwa una muda mfupi wa kukaa kwenye hiyo nchi kulingana na kitu ambacho kinakupeleka na hapo ndo tunakuja kukutana na vitu kama utalii. Sababu mtu aweze kuja kutalii kwenye nchi let's say miaka miwili, si ndio? Mara nyingi mtu atakuja ata spend maybe week eh, au 10 days alafu ataondoka. Kwa hiyo hizo ni short stay, yani mtu anakaa kwenye nchi fulani kwa muda mfupi. Kwa hiyo zipo aina hizo za viza sasa kando kama hiyo, kuna tourist visa kwa ajili ya watu kama hao watalii. Kuna medical visa, kuna watu ambao wanaenda nchi nyingine kwa ajili ya kupata matibabu. Maona kuna business visa ambazo hizo zote zina fall under short stay visa. Maona kuna refugee visa, kuna inaweza katokea uh, vita labda nchi nchi fulani, watu wakawa wanakimbia kuelekea ma, mahali ambapo wanaamini kuna usalama zaidi. Kwa hiyo wana, wanapoingia kwenye hiyo nchi, ataanza kapewa hiyo refugee visa lakini kuna pilgrimage visa uh, kwa mfano wale watu ambao wanaenda kuhiji kule Mecca eh, Saudi Arabia uh, na mara nyingi natolewa katika group kwamba hili group limekuja nchini kwa ajili ya kuhiji kwa hizo hizi ni baadhi ya hizo short stay visa ambazo ambazo watu wanapewa kwa ajili ya kwenda kukaa kwa muda mfupi kwenye nchi fulani kinyume na hizo kuna long stay visas ambazo hizi zinamaanisha wale watu ambao wanaingia nchi nyingine uh, kwa ajili ya kwenda kukaa kwa muda mrefu kufanya zile shughuli ambazo zitachukua muda mrefu kidogo. Kwa mfano, wanafunzi wanapewa zile student visas. Sasa umetoka hapa umeenda kusoma laba Russia, kwa hiyo unajua labda utasoma degree maybe miaka mitatu, kwa hiyo utapewa hiyo visa ambayo itakuwa inakuruhusu wewe kukaa Russia kwa muda mrefu, tofauti na zile uh, short stay visas. Lakini vivyo hivyo kuna watu ambao wanaenda kufanya kazi za, za muda mfupi kule temporary work ambao pia wanaweza kupewa visa kwa ajili ya ya kazi zao kulingana na muda ambao ome, wameomba. Lakini vile vile kuna asylum visas ambazo hizi ni wale watu wale opia, wale, kwa mfano waliopewa, waliokuwa exiled kwenye nchi fulani, labda wamefukuzwa nchini kwao kutokana na uh, matukio ya kisiasa, pengine wanapewa hizi asylum visa kwa ajili ya kuingia ku, na kuweza kuishi kwenye nchi nyingine. Lakini vile vile kuna dependent dependent visa ambayo hii ni ile let's say unafanya kazi kwenye nchi ya, kigeni lakini una, -una wazazi wako labda ambao wanakutegemea labda wamezeeka, wanakutegemea wewe. Kwa hiyo unaweza kuwaombea hii visa wakaja kuishi na wewe kwenye hiyo nchi ya kigeni. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya hizi long stay visas ambazo hutolewa. Lakini ya mwisho ambayo tunaweza kuitaja, kuna residence visa ambayo ni visa ambayo unaomba kuishi kwa kwenye nchi fulani kwa muda mrefu kidogo, tofauti na zile short stay visa. Ni viza ya makazi ambayo itakuruhusu wewe kukaa kwenye nchi ambayo sio nchi yako uh, kwa muda mrefu. Kwa hiyo hii ndio aina ya pili ambayo tunaweza tukaidiscuss tuka leo a, um, ambayo inaitwa long stay visa. Ukitoka hapo tuna aina nyingine ambayo inaitwa immigrant visas. Hizi ni viza ambazo zinakuwa na sababu zake na nyingine ambazo ni tofauti kidogo. Uh, kwa mfano kuna spouse visa. Hizi ni visa ambazo zinatolewa kwa wale watu ambao wapo kwenye relationship na mmoja kati ya hao watu ambao wa, wa, wa, wako kwenye relationship kwenye uhusiano uh, ni mzaliwa wa nchi hiyo husika. Kwa hiyo anamwombea spouse visa huyu huyu mchumba wake ili aweze ku, ku, ku, kuishi katika nchi ambayo yeye anaishi, kwa hiyo inaitwa spouse visa. Lakini vile vile kuna, kuna family member visa. Uh, labda una family member ambaye pengine anaumwa, uh, lakini wewe uko kwenye nchi ya ugenini huko unafanya kazi uh, kwa hiyo unaweza kumwombea hii family member visa ambayo ikamruhusu, uh, yeye kuja kuishi na wewe, pengine kwa sababu tofauti tofauti, lakini anaweza akapewa under hii family member visas. Lakini uh, vile vile kuna retirement visa ambayo hii uh, mara nyingi inawaruhusu wale watu ambao umri wao umeenda kidogo, hii na age limit, uweze ukapata retirement visa ukiwa na miaka 20 au 25. Kwa hiyo wanaangalia pia umri wako, lakini mara nyingi inatolewa kwa wale watu ambao wanaingia kwenye nchi za, za, za, za, ugenini, lakini hawaendi kufanya kazi huko kwa sababu wamesha retire. Kwa hiyo huwa pia zinatolewa kwenye baadhi ya nchi um, uh, na ya mwisho ambayo tunaweza tukai discuss ni official visas. Hizi ni viza ambazo zinatolewa kulingana na, uh, na mara nyingi zinakuwa hao watu ambao wanafanya kazi za kiserikali ambao wanapewa kwa mfano diplomatic visa ambayo inamaanisha kwamba, uh, labda serikali ya Tanzania ina mtu wake ambaye yupo, uh, kwenye nchi nyingine. Kwa hiyo anafanya kazi kule akiwakilisha serikali na akiwakilisha nchi kwa ujumla. Kwa hiyo anapewa hiyo diplomatic visa ambayo inamruhusu yeye kukaa au kuishi kwenye nchi ile bila matatizo yoyote. Kwa hiyo hizi ambazo tumezitaja ni baadhi ya, ya, aina za visas ambazo nimeziweka kwenye magroup, uh, ambayo ya kwanza tumeidiscuss kwamba ni transit visa, uh, tukaja tukadiscuss short stay visa, tukaja tukadiscuss long stay visa, baadaye tukadiscuss immigration visa na, uh, ya mwisho tumesema ni official visas. Kwa hiyo kuna zipo kwenye magroup ambayo ndani yake kuna visa nyingi za aina tofauti tofauti. Na vile, vile ina, inategemea na nchi husika ambayo inatoa hizo viza. Kuna viza ambazo ziko kwenye nchi fulani na hazipo kwenye nchi nyingine, kutokana na, na uongozi wa hiyo nchi husika ndio unapata aina za viza ambazo zinatolewa kwenye hiyo nchi. Kwa hiyo hutofautiana, sio kwamba zinakuwa uniform kwenye kila nchi duniani. Pengine unaweza kuwa unajiuliza kwamba hiyo viza ukiipata inakuwa ipo katika mfumo gani, yani inaonekanaje, inaonekanaje. Ni ni makaratasi au ni kitu gani? Uh, hiyo pia inategemea kulingana na nchi yenyewe husika ambayo inatoa hiyo visa. Kuna baadhi ya nchi ambazo hazitoi physical visas kabisa, yani ukienda ukipita pale, uh, kwao mtu wa immigration, mtu wao wa uhamiaji atarekodi tu hizo data, basi haupewi any physical visas. Uh, lakini kuna wengine ambao watakupigia muhuri kwenye pasipoti yako maona kwamba ukishakuwa granted hiyo visa unapigiwa muhuri kwenye passport ikionyesha kwamba umepata visa, lakini kuna baadhi ya nchi ambao unapewa kabisa physical document ambao unaweza, ambao imekuwa printed out kabisa, ambayo ni inaonyesha taarifa zako zote ziko pale, umeona, unaweza una, ukapewa, kuna baadhi ya nchi lakini. Siku hizi pia kulingana na maendeleo ya sayansi na teknolojia uh, internet pia haiko mbali, kwa hiyo siku hizi una uwezo wa kuapply visa online kabla ujasafiri kwa hiyo, labda sasa unasafiri next week, wiki hii, unaweza ukaanza mapema kuapply apply viza yako mtandaoni na ukaipata hata kabla hujapanda ndege. Kwa hiyo pale immigration kwenye airport ambayo utakuwa unasafiri, ni rahisi kwa sababu unakuwa tayari uko nayo kwenye simu au unaweza kama ume print vyovyote vile. Kwa hiyo vile vile, hii hii form ambayo viza inakuwepo inategemea na, na nchi husika ambayo inatoa hiyo viza. Sasa tumalizie kwa kuangalia namna gani ambavyo unaweza ukazipata hizi visa. Kwa sababu kama ambavyo nimekudokeza hapo kwamba siku hizi unaweza ukazipata visa online uka apply mapema kabisa kabla ta ya ya tarehe yako ya kusafiri, lakini hiyo ni luxury ambayo imekuja hivi karibuni kutokana na maendeleo ya ya, ya kiteknolojia. Kabla ya hapo a, aina za upatikanaji wa visa zilizokuepo zilizokuwepo sana, sana, sana ilikuwa ni kuna ile anaita VOA ambayo ni visa on arrival ambayo bwana wewe unasafiri tu, lakini ukifika kwenye hiyo nchi ambayo ambao unaelekea basi uta ukiulizwa pale na mtu wa immigration bwana umekuja kufanya nini, uta state pale au nimekuja hapa kwa ajili ya kikao au nimekuja kwa ajili ya biashara au nimekuja kutalii, basi utapewa hiyo visa ambayo inaendana na hiyo purpose ya wewe kuweza kuvisit ile nchi. However, kwenye hii visa on arrival, sio kila nchi inaweza kupata visa on arrival. Kwa mfano hapa sisi Tanzania Uh, Nigeria hawezi akapata hiyo visa on arrival. Kuna baadhi ya mataifa ambayo hayawezi kupata hiyo visa on arrival. Ni lazima apply mapema kwenye, kwenye ubalozi kabla hajaja huku. Kwa hiyo ni vizuri vile vile kufuatilia kwamba je, nchi yangu inaweza kapata visa on arrival katika nchi ambayo naelekea kabla hujasafiri kwa sababu unaweza ukafika kule na pasipoti yako akamwambia bwana wewe ulihitajika kuwa na visa mapema. Kwa hiyo hatuwezi kupatia visa sasa hivi. Uh, kwa mfano kama mtu anayetokea South Africa mwenye passport ya South Africa akija nchini anaweza kaingia tu bila matatizo yoyote, umeona. uh, na kama amekuja for business kwa mfano anaweza kapewa hiyo business upon arrival, lakini sio mna Nigeria, umeona. Kwa hiyo inategemea, kuna watu ambao wanapata visa on arrival na kuna watu ambao wanahitaji referral visa. Hii referral visa ni ile ya kuapply sasa ubalozini mapema sana kabla haujaja kwenye nchi unayokuja. Una lesai Tanzania, kabla hujaja Tanzania, unabidi uapply kwenye ubalozi mapema, ili waweze kufuatilia uh, taarifa zako kule na wakupatia hiyo viza mapema, ili ukifika airport usisumbuliwe na watu wa immigration. Kwa hiyo inategemea, wakati mwingine inategemea na uhusiano uliopo kati ya nchi na nchi, umeona uh, kuna nchi, kuna ni marafiki, kwa hiyo raia wao wanaweza wakaenda kwenye nchi hizo uh, mbili wakasafiri kutoka huku kuja huku kutoka huku kuja huku bila matatizo yote. Lakini kuna nchi ambazo ni lazima upate hiyo referral visa kwa sababu ya nature ya relationship iliyopo katika hizo nchi mbili. So far nafikiri tumekava vitu vingi ambavyo vinahusiana na swala zima la visa. Hopefully utakuwa umepata kitu kimoja au viwili kupitia episodi hii ya Wanangu Podcast.

nikipanda stage na washika iwe klabu au taifa utasikia, na venye tizi na iwakilisha, ni pa viza, nipa viza